Naam, asante sana Emmanuel. To tumekita kambi hapa eneo bunge la Kasipul hii leo. Kuna baadhi ya shughuli ambazo zinaendelea hapa. Dakika tano zilizopita hivi tuliweza kumwona mwenyekiti wa IEBC Erastus Edung ethekon akiwasili hapa. Niliposimama ni katika uh, ofisi ya naibu kamishna eneo la Rachuonyo South, na ni hapa ambapo mwenyekiti wa IEBC tayari amefika muda wa dakika zilizopita ameweza kufika na kuingia ndani mle. Ndani anakutana na maafisa wakuu wa usalama kutoka eneo hili nzima, pia kuna wale maafisa wakuu wa usalama kaunti uh, ya Homa Bay, na pia maafisa wakuu wa usalama eneo nzima la Nyanza ambao wameweza wanakutana mle ndani pamoja na mwenyekiti wa IEBC. Kando na mwenyekiti wa IEBC yule ambaye tunatarajia hapa ni waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, sababu zima ikiwa tu ni kujadili swala la usalama kabla ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kasipul. Nina mwenzangu hapa Crispin, tumekita kambi hapa naye. Crispin, labda tumeweza kumuona mwenyekiti wa IBC. Tunamtarajia uh, yule waziri wa usalama. Unafikiria ni yepi ambayo uh, viongozi hawa wakuu wamefika hapa ili kuweza kujadili? Uh, na Gatete, tunasema kwamba ndio kwanza mkoko unaalika maua katika shughuli nzima na katika mchakato huu wa kuandaliwa kwa uchaguzi mdogo maeneo mengi tuko nchini, na uwepo wao oh, hapa katika eneo bunge la Kasipul linamaanisha a mengi sana kuhusiana na maswala ya kiusalama unapoona kwamba, uh, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anatarajiwa hii leo katika eneo bunge hili la Kasipul uh, kuzungumzia maswala yanayofungamana na usalama katika uh, shughuli hii nzima. Utakumbuka kwamba hapo awali kulikuwa na uh, hali ya wasiwasi uh, kuhusiana na vurugu ambavyo uh, vilikuwa vimeshuhudiwa hapo awali. Na viongozi hao wanafika hapa hususan uh, Murkomen kuzungumzia masuala ya kiusalama, maafisa wa usalama uh, wamejiandaa kivipi kuhakikisha kwamba shughuli hii ya uchaguzi mdogo uh, um, uh, imeendelea kama ilivyokusudiwa. Na uwepo wa uh, mwenyekiti uh, wa IEBC Erastus Vilevile ni na umuhimu tele sio tu katika eneo uh, bunge hili la Kasipul, uh, vile vile atakuwa akizungumzia masuala mengi. Utakumbuka kwamba kuna viongozi hususan wale wa upinzani wamekuwa na maswali mengi kuhusiana na uchaguzi huu uh, mdogo maeneo mbalimbali. Kwa hivyo atakuwa tukimuuliza maswali kadha kuhusiana na maswali kama hayo na vile, vile tunatarajia kupata majibu kamili kuhusiana na uwepo wake katika eneo bunge hili la Kasipul namnamna mwana Mwana Hamisi, tuko hapa na mwenzangu Crispin ambaye tuna kitakambi hapa tukizuru maeneo yote vile tu ameweza kukueleza Crispin. Amekuwa eneo hili kwa muda mrefu, amekuwa akifanya zile shughuli za kupiga picha zile kampeni, na ambapo dakika za lala salama kulikuwa na visa vya ghasia ambazo viliweza kushuhudiwa. Tuliweza kuona IEBC kichukua hatua kali kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inarejea eneo zima, eneo bunge la Kasipul, na siku mbili tatu ambazo tumekuwa hapa, Mwana Hamisi, tumeweza thibitisha ya kwamba hatua hiyo ya IEBC ilimeweza kusaidia pakubwa, kwani eneo zima ni tulivu kwa sasa. Mwana Hamisi, tumeweza kufika hapa ni kwa ajili, kuna mkutano mkubwa unaoendelea hivi unaotarajiwa kufanyika hapa. Tayari mwenyekiti wa IEBC amefika, tukimsubiri waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, na vile tu ambavyo tumeweza kujadiliana na mwenzangu Crispin kwamba uwepo wao hapa ni kwa ajili kumekuwa na uoga na tashwishi. Je, serikali itaweza kudhibiti e, itaweza kuhakikisha kwamba utulivu umeweza kushuhudiwa eneo hili na ikikumbukwa kwamba e, e, hivi majuzi kumekuwa na visa hivyo vya utovu wa usalama. Kwa hivyo uwepo wa e, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ni kuweza tu kuhakikishia wakazi na kuweza kuwaeleza ya kwamba serikali i, i, i imara, na itahakikisha ya kwamba hali ya usalama imedhibitiwa. Mwanahamisi, hapo jana tuliweza kuzungumza na mkuu ama yule kamanda wa polisi eneo lizima la Rachuonyo South, na akaweza kutueleza ya kwamba wameweza ku, kukabidhiwa zaidi ya maafisa mia tisa wa polisi ambao watakuwa wakishika doria kuhakikisha ya kwamba shughuli ya kupiga kura, shughuli ya kuhesabu kura na hata ile shughuli ya kuweza kumtangaza mshindi itaendeshwa ita bila kuwepo kwa tashwishi yoyote. Kwa hivyo, mwanaamisi, tutakita kambi hapa tukisubiri viongozi hao kufanya mkutano na baada ya mkutano huo, wataweza kufanya kikao na wanahabari, waweze kutueleza ni yepi wamejadili na ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa kuhakikisha ya kwamba hali ya utulivu inaweza kushuhudiwa na si hapa Kasipul tu mwanahamisi, kuna maeneo ishirini na, na manne kote nchini ambapo kutakuwa na shughuli ya chaguzi ndogo zitakuwa zikiendelea. Kwa hivyo tunasubiria kwamba waziri wa usalama Kipchumba Murkomen pia atakuwa anatupa maelezo kuhusiana na mipango ambayo serikali imeweza, ku, imeweza kuweka kuhakikisha usalama, na kando na hayo mwanahamisi, kuna tetesi kutoka kwa wale viongozi wa upinzani. Kwa hivyo ni maswali ambayo tutakuwa tunawauliza wawili hawa akiwa ni mwenyekiti wa IEBC Erastus uh, Edung Ethekon, pamoja na waziri wa usalama. Je, ni hakikisho lipi wanatoa kwa wale viongozi wa upinzani ambao wamedai kuna, kuna njama mbalimbali mbali, kuna njama ya wizi ya kura, kuna njama ya kuzua gasi na vurugu. Kwa hivyo Mwanahamisi, ni maswali ambayo tutakuwa tunawauliza na tutaweza kuwaletea ku moja kwa moja baada ya mkutano huu ambao umeng'oa nanga, na yule ambaye tunasubiri kufika sasa ni waziri wa usalama Kipchumba Murkomen.